Hujambo, karibu tena, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali leo, ikiwa ni tarehe kumi ya mwezi Disemba baada ya tarehe tisa ya mwezi Disemba eh, siku ya jana kupita bila kutokea kwa maandamano ambayo yalihamasishwa na wanaharakati kupitia mitandao ya kijamii, kuwepo kwa maandamano yasiyokuwa na kikomo, maandamano ya amani kuanzia Disemba tisa na kuendelea vyombo vya ulinzi na usalama tumeshuhudia jana vikiimarisha ulinzi hasa kwenye majiji makubwa Tanzania. Jiji la Dar es Salaam, katika baadhi ya maeneo kulikuwa ni kweupe kabisa, watu wamefunga biashara zao, watu wamebaki majumbani. Lakini pia kuingia mjini kati kabisa, vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vikiwahoji watu ambao wanataka kupita na kuingia mjini kati, lakini pia bila kitambulisho ilikuwa ni vigumu sana kupenya. Jeshi la polisi mara kadhaa likatoa taarifa ya usalama wa e, taifa la Tanzania saa sita mchana, lakini pia jioni kabisa, baada ya masaa sita kupita na saa sita usiku pia taarifa ikatolewa ya kwamba hali ya usalama nchini ni shwari kabisa. Kumekucha, ni tarehe kumi ya mwezi Disemba. Jeshi la polisi mapema kabisa asubuhi limetoa taarifa kwa umma jeshi la polisi likielezea hali ya usalama nchini Tanzania baada ya Disemba tisa e, kupita. Lakini kubwa, tuambie huko mtaani kwako hali ikoje hivi sasa. Je, watu wameamka na pilikapilika pilika au shughuli e, zile za kila siku? Je, leo zimeendelea? Maeneo mengi sana, jana tumeshuhudia e, shughuli za watu zikikwama, watu wakipunga biashara zao moja kwa moja tupitie taarifa hii kwa umma ya kutoka jeshi la polisi Tanzania wakielezea hali ya usalama nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, tarehe kumi ya mwezi wa 12, 2025. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi lingependa kuwajulisha kuwa kama tulivyowapa taarifa iliyokuwa na ahadi ndani yake majira ya saa sita usiku tarehe tisa ya mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuamkia leo tarehe kumi ya mwezi Desemba ishirini na tano kuwa kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tutaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini na kwamba tutaendelea kulinda maisha ya wananchi na mali zao. Nitumie fursa hii kuwajulisha kuwa kazi hiyo tumeifanya vizuri na kwa ufanisi mkubwa na hali ya usalama wa nchi yetu imeamka ikiwa shwari kabisa. Aiza, kama tulivyowaeleza tarehe 3 na tarehe 5 Desemba 2025 kwenye taarifa za Jeshi la Polisi kuwa wanaohamasisha maandamano wanayoyaita ya amani na yasiyokuwa na kikomo, kuwa miongoni mwa mbinu za kihalifu 13 walizokuwa wanahamasishana na kupanga kutumia kupitia e, klabu za mitandaoni na njia zingine ni kuhakikisha wanasimamisha shughuli zote za kiuchumi na kijamii nchini zisiendelee. Tumewafuatilia kwa karibu na kwa muda mrefu, toka jana tarehe 9 Desemba 2025 kwa klabu hizo za mitandaoni na njia zingine walizokuwa wanatumia kuwasiliana wakipanga na kuhamasisha kwa vile jana tarehe tisa Disemba walishindwa kufanya maandamano yao yaliyo kinyume na katiba ya nchi ya mwaka 1977 na sheria ya polisi na polisi wasaidizi, wajitokeze mitaani leo tarehe kumi ya mwezi wa 12 2025 kufanya maandamano hayo haramu. Jeshi la polisi linaendelea kuwakumbusha kuwasisitiza na kuwaonya wasifanye hivyo, kwani wanachokiita maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo yalipigwa marufuku toka tarehe tano ya mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa sababu yamekosa sifa kulingana na matakwa ya sheria mama, katiba ya nchi ya mwaka 1977 ya, ya sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322. Jeshi la polisi kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tunawahakikishia wananchi tutaendelea kulinda usalama wa nchi yetu sambamba na maisha na mali zenu, ili muweze kuendelea na shughuli zenu kama kawaida. Aidha, kama kuna ambaye atajitokeza na kukaidi kutii sheria za nchi kwa lengo la kuhatarisha usalama wa nchi ili kusimamisha shughuli za kiuchumi na kijamii zisiendelee kama wanavyohamasishana na kudanganyana, tuna tutawadhibiti ili nchi ibaki salama na Watanzania wema na wapenda amani wabaki salama. Tungependa kutoa wito kwa wananchi waendelee kufanya shughuli zao na kufuata maelekezo watakayokuwa wanapewa na vyombo vya ulinzi na usalama maeneo yote nchini sambamba na kutii sheria za nchi. Hayo yote yanafanyika ili taifa letu liendelee kuwa salama na sisi sote watanzania wapenda amani tuendelee kuwa salama wakati wote. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Kumbuka jana usiku kabisa, nilikuhabarisha hapa kile ambacho Mange Kimambi mwanaharakati amekitolea tamko. Mange alisema kwamba e, hii tarehe tisa Desemba ni kama walijua tu kwamba hiki kitu kinge, kingetokea kwa sababu e, baada tu ya serikali e, kukusimamisha e, sherehe za uhuru e, Mange anasema kwamba alijua kabisa kwamba serikali wamejipanga ipasavyo kudhibiti maandamano, ndio maana alipendekeza kwamba maandamano yafanyike Eh, Disemba 25 eh, siku ya sikukuu ya Christmas, kwani itakuwa ni vigumu mno eh, kwa vyombo vya ulinzi na usalama eh, kucontrol eh, movement. Lakini eh, akasema kwamba maandamano hayo kwa sasa yatakuwa ni endelevu, endelevu kwa mantiki ya kwamba leo pia kutakuwa na maandamano. Jeshi la polisi limesema kwamba wamewasikiliza wanaharakati kupitia klabu mbalimbali za mitandao ya kijamii na wamewasikia ya kwamba Leo wataendeleza tena maandamano na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi na kijamii zinasimama. Na jana pia nimekusomea hapa alichokiandika Hilda Newton mwanaharakati pia ambaye alikuwa akihamasisha maandamano, ya kwamba moja kati mafanikio makubwa ambayo wameyapata e, kama wanaharakati ni kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi jana e, zimesimama, hivyo wamekosesha serikali mapato, lakini swali moja ambalo pia kama mtanzania ujiulize, shughuli zikisimama, watu wasipofanya kazi, anayeumia ni nani? Je, ni serikali au mtanzania wa kawaida? Kumbuka maisha ya watanzania wengi ni ya kuemea. Mtu anataka e, ili maisha yake ende vizuri, inabidi atoke nyumbani akajishughulishe, akafanye shughuli mbalimbali ili aweze kupata e, pesa za kujikimu e, ili kuendesha maisha yake. Imagine, mtu asitoke ndani kwa siku tano sita akawa yupo ndani bila kufanya shughuli yoyote ile. Maisha yataendaje? Kubwa, hatuzidi kusubiria kuona nini kitaendelea hey. Lakini kubwa, Jeshi la Polisi limetoa eh, onyo kwa wale ambao wamepanga kuandamana kwa leo eh, kwamba jeshi limejipanga ipasavyo kuwa tochemoni yako. Hii ni taarifa ya asubuhi na mapema kutoka jeshi la polisi Tanzania, nasi tutazidi kukuhabarisha zaidi eh, nini kinaendelea tochemoni yako, na endelea pia kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.